Karibu tena kwenye uchambuzi wetu huu maalum ulioandaliwa kwa ajili yako, a, leo tunakwenda safari ndefu kweli kweli, mabilioni ya miaka nyuma mm -hmm. Tunaangalia jinsi dunia yetu ilivyotoka kuwa sijui kama tufe la moto na vumbi hadi kuwa hii hifadhi adimu ya uhai tunayoijua. E, safari ya ajabu, na tumepitia vyanzo ulivyotupatia, na lengo letu hasa ni kuchimba pamoja Dunia ilianzaje hasa e? ni mazingira gani ya kipekee yaliruhusu uhai kuanza, na muhimu zaidi labda, ndiyo na hadithi hii inakugusaje wewe leo? Basi hebu tufungue ukurasa wa kwanza. Ni safari ya kuvutia kweli kweli. na tutaangazia zile hatua muhimu, unajua, mabadiliko ya kinajimu, kijiolojia na kibiolojia ambayo e, kama vipande vya fumbo yaliungana kuunda mazingira haya, mazingira ya kipekee ya kipekee kabisa, hayapatikani pengine kirahisi. Si tu mazingira yanayoruhusu uhai, yaani, bali yanayoustawisha. Sawa sawa, basi tukianzia pale mwanzo kabisa, miaka bilioni 4.6 iliyopita, yani ni vigumu hata kuwazia, ni muda mrefu sana. Vyanzo vyako vinaeleza picha ya dunia changa, tufe la magma inayochemka Uh, angahewa nzito isiyo na oksijeni kabisa, na migongano ya mara kwa mara na miamba kutoka angani. Hatari tupu. Yote hii ilitokana na kile kinachoitwa nadharia ya nebula. Kimsingi wingu kubwa la gasi na vumbi lililoporomoka kutokana na mvuto. Tofauti kubwa na hapa tulipo sasa. Na huo mporomoko wa mvuto ndio, eh, uliovuta chembe hizo pamoja, zikagongana, zikaungana hadi kuunda sayari changa mm -hmm. Lakini kama ulivyodokeza, mazingira yalikuwa yakikatili mno. Mojawapo ya nyaraka zako inaelezea kipindi kiitwacho late heavy bombardment, yani mvua kubwa ya asteroidi. mvua ya mawe kutoka angani. hasa ambayo ingefanya uhai wowote ulioweza kuanza yani kuwa vigumu sana kudumu. Ilikuwa ni mahali pa moto kihalisi. Dunia yetu ipo mahali panapoitwa eneo linaloweza kuishi Habitable zone. Ehe. Ndiyo, yaani ile sehemu yenye umbali sahihi kutoka kwenye jua, si karibu mno hadi maji yachemke, wala mbali mno hadi ya gande kuwa barafu. Na hiyo hali inaruhusu kitu muhimu sana, maji kubaki katika hali ya kimiminika, na maji ya kimiminika ndiyo msingi tunaojua kwa uhai. Lakini si hilo tu, kuna ule uwanja wa sumako ngao ngao kabisa, ngao isiyoonekana inayotokana na msukumo wa chuma cha moto nani kabisa ya kiini ka dunia. Hii ngao inatukinga dhidi ya upepo mkali wa chembechembe chembe hatari kutoka kwenye jua, upepo wa jua eh, ambao ungepeperusha anga hayo letu na kuangamiza uhai. Vyanzo vyako vinasisitiza jinsi hii ilivyo muhimu, kitu ambacho sayari kama Mars kwa mfano ilikosa. Kweli kabisa. Na disimsahau jirani yetu mwezi. Moja ya makala uliotuma inatoa hoja nzito kwamba mwezi ambao huenda uh, uliundwa kutokana na mgongano mkubwa zamani. Mm-hmm. Nadharia ya giant impact. Hiyo hiyo. Unasaidia kuleta uthabiti kwenye mzunguko wa dunia. Bila mwezi, mihimili wa dunia ungeyumba zaidi. Ungeyumba sana na kusababisha mabadiliko ya hali ya hewa kuwa makubwa na ya ghafla mno kwa uhai changamano kustahimili. Kumbe ni muhimu kiasi hicho. Hivi vyote, eneo sahihi, ngao ya sumaku, uthabiti wa mwezi, ni kama vigezo vilivyotayarisha jukwaa. Lakini jukwaa linahitaji wahusika wakuu, na hapo ndipo maji yanapoingia tena. Kabisa kuhusu chanzo chake, vyanzo vyako vinataja nadharia kuu kuwa ni kutoka kwa vimondo na asteroidi zilizobeba barafu vilivyoigonga dunia mapema vimondo vikawa kama vile matanki ya maji kutoka ngani, kwa namna fulani ndiyo. Na kadri dunia ilivyopoa, mvuke uliokuwa angani ulitonesha na kunyesha kama mvua kubwa iliyodumu kwa maelfu ya miaka. Siwezi kuwazia mvua kama hiyo, mvua isiyokoma na ikajaza mabonde kuunda mabahari za kwanza, bahari za kwanza kabisa hmm. Na maji hayo yalikuwa zaidi ya kidimbwi kikubwa tu, ni kiyeyusho cha ulimwengu. Kiyeyusho kivipi? Kwa sababu ya muundo wake wa kipekee wa molekyuli, unajua, unaovuta vitu vingine. Hii iliwezesha kemikali mbalimbali zilizokuwepo kwenye dunia changa kuchanganyikana na kutenda, aha, kile kinachoitwa kemia ya kabla ya maisha, ile supu ya awali, ndiyo chimbuko la molecules za kwanza za uhai. Na hatimaye kutoka kwenye supu hiyo maisha yakaanza. Vyanzo vinaeleza kuwa uhai wa kwanza ulikuwa sahili sana, viumbe vya seli moja kama bakteria, viumbe vidogo sana vilivyoishi bila kuhitaji oksijeni. Lakini hapa ndipo linapotokea jambo ambalo linabadilisha kila kitu, tukio kuu la uoksidishaji. Hii inavutia sana kweli. Ngawajua kutengeneza chakula, usanidi mwanga, kama mimea ya leo. Kama mimea ndiyo, na kama takataka ya mchakato huo, vikatoa oksijeni kwa wingi. Oksijeni hii ilikuwa sumu kwa aina nyingi za maisha ya awali yaliyozoea mazingira bila hiyo. Lakini pia ilifungua mlango, ilifungua mlango kwa mageuzi mapya kabisa. Na mlango huo ulifungua nini hasa? Oksijeni iliwezesha kupatikana kwa nishati nyingi zaidi kutoka kwenye chakula. Hii iliruhusu kuibuka kwa seli changamano zaidi, zile eukaryotic cells. Seli zenye kiini. Ehe, zenye kiini na sehemu nyingine maalum ndani na baadaye viumbe vyenye seli nyingi, mimea, wanyama na hatimaye sisi binadamu. Safari ndefu, ni mchakato mrefu sana wa mageuzi uliopitia vipindi vya milipuko ya aina mpya za maisha, lakini pia vipindi vya maangamizi makubwa, na kuleta bayoanuai tunayoiona leo, bayo ya kuchimba historia hii ndefu na ya kipekee, mm, ya mabilioni ya miaka. Swali linakuja kwako sasa, unayotusikiliza haya yote yanamaanisha nini leo? Swali zuri. Vyanzo ulivyo tupatia vinaonekana kukubaliana kwenye hitimisho moja muhimu. Safari hii inatuonesha jinsi maisha yalivyoadimu na yanavyotegemea mazingira tete, mazingira ambayo yanaweza kubadilika. Na sisi sasa tumekuwa na nguvu kubwa, yaani, nguvu kubwa sana ya kuathiri mazingira hayo. Tumefika katika kile ambacho wanasayansi wengi sasa wanakiita Anthropocene. Yani, enzi ambapo shughuli za binadamu zimekuwa ndokani kuu inayoathiri mifumo ya dunia, kuanzia hali ya hewa hadi bioanuwai, kila kitu. Hii inazua swali zito ambalo vyanzo vyako vinakuacha utafakari. Kwa kutambua historia hili ndefu gumu, na pengine ya kipekee iliyounda dunia inayoweza kutukimu hmm, tunabebaje jukumu letu la kuhakikisha kuwa jukwaa hili la maisha linaendelea kuwepo kwa ajili ya vizazi vijavyo? Ni swali ambalo eh, kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza.